Zamani za kale, kabla hata binadamu hajajua kutengeneza moto, popo walikuwa tayari wakitawala anga za usiku kwa mbinu za ajabu. Wanyama hawa walioshesheni siri walichukuliwa kuwa viumbe wa miujiza, wenye uwezo wa kuwasiliana na roho za mababu. Katika baadhi ya tamaduni, popo walihusishwa na wachawi waliokuwa wakibadilika usiku ili kutekeleza uchawi wao bila kugundulika. Inasemekana kwamba katika vijiji vya enzi hizo mtu aliyekuwa na uwezo wa kuwasiliana na popo alihesabiwa kuwa na hekima ya kipekee, kwani popo alijua siri za ulimwengu wa giza. Miaka milioni hamsini iliyopita popo walipoanza kutokea walikuwa na mabawa makubwa kiasi cha kufunika anga lote wakati wa usiku mabawa yao hayakuwa tu kwa ajili ya kuruka bali pia yalikuwa na uwezo wa kunyonya giza, kuwafanya kuwa wanyama walioweza kusafiri bila kugundulika kwa macho ya kawaida. Ilikuwa ni imani ya kale kwamba popo waliweza kuzungumza lugha ya anga, wakihusiana na nyota kwa njia ambazo hata sayansi ya kisasa bado haijafaulu kuelewa. katika historia ya binadamu Popo walikuwa wahusika wa hadithi nyingi za kutisha na miujiza. Watu wa China wa kale waliamini kuwa popo walikuwa walinzi wa hekima za kifalme. Na mara nyingi walichora kwenye kuta za majumba ya kifalme wakisindikizwa na joka. Katika misitu ya Amazon wazee wa kabila la wa Yanomani walidai kuwa popo wakubwa waliweza kuiba watoto wachanga na kuwapeleka kwenye miji ya siri ndani ya mapango yenye hazina ya dhahabu. Katika karne za wakati, watu waliamini kwamba popo waliweza kubadilisha sura na kuwa binadamu usiku, wakiishi maisha ya kawaida mchana, lakini wakirudi kuwa viumbe wa giza mara jua linapozama. Hadithi hizi ndizo zilizopelekea imani juu ya mavampires, wanyama wenye uwezo wa kuishi milele kwa kunywa damu ya viumbe wengine. Hata katika nyakati za sasa, wanasayansi wanajaribu kuelewa kwa nini popo hawaugui magonjwa wanayobeba, jambo ambalo linaifanya siri yao kubwa kubwa zaidi. Ingawa sasa tunaelewa kuwa popo ni mamalia wa kawaida, lakini wa kipekee, Historia yao imejaa simulizi za ajabu nazowafanya waendelee kuwa viumbe wa kushangaza. Katika sayansi, wao bado ni siri ambayo binadamu anaendelea kuifungua taratibu, lakini pengine hawatathubutu kufichua kila kitu, kwa sababu popo bado wanashikilia baadhi ya mafumbo makubwa ya ulimwengu katika vitabu vya kale vilivyopotea. Lakini kwa bahati nzuri, nimekipata kitabu hicho kimoja. Kitabu hiki kinasema kwamba inasemekana kwamba popo walikuwa na uwezo wa kusafiri kati ya dunia yetu na ulimwengu wa siri unaojulikana kama nchi ya giza lisilo na mwisho. Ilikuwa ni nchi ya viumbe wasiozeeka, walioweza kuona muda kama kioo kinachopasuka vipande vipande kulingana na hekaya za mababu wa Afrika Magharibi, popo wakubwa wa, wa damu nyeusi waliweza kuonekana kwenye anga lenye radi wakati wa tufani kubwa, wakiwinda roho za waliokufa kabla hazijafika kwenye makazi ya milele. Wanasayansi wa kale wa Misri waliamini kuwa popo walikuwa walinzi wa milango ya maisha na kifo, wakihifadhi funguo za dunia zilizofichwa chini ya ardhi. Katika maktaba za kale za Alexandria kulikuwa na maandiko yaliyodai kuwa popo walikuwa na uwezo wa kusoma mawazo ya wanadamu na kuona ndoto zao hata kabla hazijatokea. Hii ndiyo sababu inasemekana, baadhi ya wachawi wa enzi hizo walifuga popo wa kipekee walioitwa popo wa mwangaza wa mwezi waliodaiwa kuwa na macho yanayoweza kung'aa mithili ya nyota na kutoa sauti zilizoleta hisia za hofu na heshima kwa mtu yeyote aliyesikia. Katika milima ya Himalaya, wasafiri waliwahi kuripoti kuona popo wa rangi ya dhahabu wakiruka juu ya mawingu, wakibeba ujumbe wa miungu wa kale. Hadithi nyingine ya kutoka visiwa vya Pacific inasema kuwa kulikuwa na popo walioweza kupaa juu zaidi ya anga la dunia na hata kushuhudia mwanga wa nyota zinazozaliwa. Wenyeji wa visiwa hivyo waliamini kuwa popo hawa waliweza kuelewa lugha ya upepo na maji, wakijua kila kitu kinachotokea ulimwenguni kwa kusikiliza tu mitetemeko ya hewa. Mpaka leo kuna maeneo machache duniani ambapo watu wanaamini kuwa popo wana nguvu zinazopita akili ya binadamu. Katika mapango ya Brazil, wachimbaji wa zamani walikuta michoro ya kizamani zinazoonyesha popo wakubwa wakiwa na mabawa yenye urefu wa zaidi ya mita kumi, wakizunguka angani kama miungu wa giza. Je, yeah, inawezekana kwamba popo hawa wa ajabu walikuwepo, lakini binadamu wa kisasa amewasahau? Au pengine bado wapo, wakitazama kwa makini kutoka gizani wakingoja wakati wao wa kurudi. Ulimwengu wa popo umejaa siri nyingi ambazo huenda hazitatambuliwa kikamilifu. Ikiwa kuna ukweli wowote kwenye hadithi hizi, basi huenda popo si viumbe wa kawaida, bali ni walinzi wa mambo yasiyojulikana, wasafiri wa anga za usiku, walinzi wa giza, na pengine hata mabaki ya maajabu ya ulimwengu uliotangulia.